Matumizi yasiyo sahihi ya vyombo vya moto, magari na pikipiki, ziko ambazo hazisajili na ziko ambazo zinatumia chesis namba na ziko ambazo hazitumii kabisa namba, iwe Tanzania bara na visiwani kote, hairuhusiwi kwa mujibu wa sheria tulizonazo. Hivyo basi, ukikutana na mtu anafanya hivyo ni amekaidi na kuvunja sheria sababu zitaandaliwa chukue hatua dhidi ya mambo hayo, ikiwa ni sababu ya matumizi ya vyombo vya moto ya sio sahihi. Wako ambao wana vyombo vya moto, pikipiki na magari wana wanakata ili pikipiki iwe muungurumo usio wa kawaida na kusababisha kelele na noise pollution kwenye mitaa ya watu. Magari yako ya namna hiyo, na wengine sasa ile ile mafuta au ile hizo anaweka, kuna tabia vimenunuliwa, siwezi ia marasio wote wanafaa kwenye mikoa zedetioo anajua gari inawekewa kwanapanika kituu inatoa muungurumo wa ajabu. Ukiacha miungurumo kuna miungurumo mwingine ni ya kwenye mashindano ya magari ya miungurumo ya pikipiki akuemesa kwenye mapole, lakini sio kwenye makazi na wengine wana basi inakuwa kama bomu limepasuka. Hii inaleta taharuki kwa wananchi. Wapo wananchi wagonjwa, wanatembea, wengine mwingine ana presha, wapo wengine ni wagonjwa nyumbani. Unapitisha pikipiki yako ina sauti kubwa ya ovyo, magari, unasababisha taharuki, na wakati mwingine unaweza kuwa unasababisha hata ma

si ruhusa kwenye makazi ya watu, si ruhusa kwenye maeneo ya miji mijini. Kuna ofisi za watu za umma, kuna makazi ya watu, na kuna maeneo ambayo ni ya wagonjwa, hata kama kwenye familia, kwa sababu wagonjwa sio lazima wawe hospitali wote. Tuchukue hatua za kisheria, hizo gari zao na pikipiki zao akizikamata zikaenda pale, na tutaangalia sheria zinaeleza Eh, kama ina siyo, ina defectu, eh? Stop na kila watu hata mimi binafsi pia sipendi. Maana ila sasa kwa mba, mimi kama mimi sipendelei sana kwa sababu ukastop na pia ni ni kero kwa watu, hata mimi pia nasikia malalamiko mengi kwa watu. Mm. Ah, ni kwa ushauri tu, kwa ushauri kwamba labda serikali wao labda waangalie labda kwa padarasa jinsi bodaboda wa kuna hichi na hichi na faa hichi akifai kwamba, hichi kizuri sio kizuri kama hichi na kila watu au vipi? E, ni kwamba tu elimu basi, ndicho ndio nataka kuomba mimi. Ah, hicho kitu hakina ulazima katika pikipiki yani, kwa kama, kama mbwembwe fulani. hakina yani, ya ulazima. Hicho kitu eh, hilo swala la vijana wanaopita barabarani wanaopiga mastopa au vijana kidogo kidogo, na matatizo kuhusu matatizo, kwa sababu gani haiwezekani? Tumekaa kama hivi maskani, tumekaa tumetulia, wakuja vijana au anapita pa barabarani, anapiga stopa na anavuta mafuta tena anapiga stopa. Kwa hiyo mtu anakuwa ile nafsi yako, yani unastuka, yani unajua iko kitu yani sio kizuri, na wale wanaotoboa mike sozi nini hivyo vijana wa sasa hivi yani tuseme kweli yani vijana wa sasa hivi tuseme sio wamekuja yani, yani, ah, yani, yani. Tofauti na zamani yani. Wanapita barabarani utakuta wapiga lesiti hiyo tena wanakuja wanaipiga stopa ile tap ile unapesha mtu, kama, mtu kama, una pressure mtu, unaweza ukazimia ukutana hivyo vitu hamna faida ukupiga stopa ujinga. So sio so, so, kusema kuna faida manake uwezo kusema uni, unapita sehemu unapiga stopa eti ndo unakuja eti unasema kuna faida. Faida gani hapo unaopata? Hamna faida yoyote hapo unaopata zaidi ya ujinga, na, na, na kama watu wengine wanakuwa na mapresha, nashanga unapiga hivyo, mtu anavuta ana, ana, ana hapo hapo anastuka ana mtu mwingine pressure presha pesha karibu hivyo. Kusema kweli, yani, vijana tunaomba ni ni vijana waachane vijana na hiyo stopa, maswala ya stopa hiyo sio yake. Nime, nimesikia katikati kama sijui watatembea kila kijiwa, ukiona sijui kama vijana wanaopiga piga mastopa wakamatwe, itakuwa vizuri eh, itakuwa vizuri.